Ijumaa tarehe kumi na nne Novemba elfu mbili na ishirini na tano, asubuhi saa tano kamili Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne anatarajia kuongoza hafla ya Dies Academicus ademi, yaani ufunguzi wa mwaka wa masomo, katika Ukumbi Mkuu wa Chuo Kikuu cha Kipapa cha Laterano, ikiashiria mwanzo wa mwaka wa masomo wa elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita katika Chuo Kikuu cha Papa. Katika taarifa kutoka Chuo Kikuu cha Kipapa inabainisha kwamba uwepo wa Baba Mtakatifu katika chuo kikuu chake ni ishara ya umakini wake maalum kwa jumuiya ya kitaaluma ya Laterano na kujitolea kwake katika malezi jumuishi ya vizazi vipya vya wanafunzi kwa utafiti wa kitaalimungu kifalsafa na kisheria na kwa mazungumzo kati ya imani na utamaduni. Dies Academicus, yani mwaka wa masomo kiukweli ni fursa ya kutafakari na kukutana kati ya maprofesa, wanafunzi na mamlaka za kikanisa na za kiraia. Hafla hiyo itafanyika mbele ya Chansela Kardinali Baldassare Reina na gambera Monsignor Alfonso Amarante, mamlaka za kitaaluma na geni wengi kutoka ulimwengu wa kikanisa na kiutamaduni. Mara ya mwisho papa alipotembelea chuo kikuu cha Ratherano ilikuwa 6 Machi 29 wakati Papa Francisco bila kutarajia aliongoza tafakari ya kiutamaduni ya Kwaresma iliyoandaliwa na chuo kikuu akizingatia tafakari yake kwenye kifungu kutoka katika kitabu cha Nabii Danieli. Katika mwaka wa masomo wa 223224 chuo kikuu cha Ratherano kilikuwa na wanafunzi 1137 na, na maprofesa Muundo wake wa kitaaluma unajumuisha kitivo cha kitaalimungu na kifalsafa, taasisi ya kisheria, kitivo cha sheria ya kanoni na sheria za kiraia, taasisi ya kichungaji ya Redemptoris Hominis, mzunguko wa mafunzo ya sayansi ya amani na ushirikiano wa kimataifa, mzunguko wa mafunzo ya ikolojia na mazingira, utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na ulinzi wa uumbaji. Zifatazo zimejumuishwa katika taasisi za kitivo cha uongozi zenye uhuru wao wa usimamizi na utawala wa kitaaluma taasisi ya juu ya kipapa ya taalimungu ya maadili ya chuo cha kipapa cha Fonsian, taasisi ya kipapa ya mababa wa kanisa Agustinianum na taasisi ya kipapa ya taalimungu ya maisha ya wakfu Kraletianum.